Tukiachana na hayo ya siasa, wito umetolewa kwa wafanyikazi wanaostaafu kuwa makini na watapeli wanaojifanya kutaka kuwasaidia ili kupata fedha zao za kustaafu kwa wakati na mwisho wao wanawaibia fedha, huku wakiombwa kuwa na subira na kutumia njia zinazostahili. Akizungumza katika hafla ya kustaafu kwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Manani iliyoko wadi ya Misikhu kwenye eneo bunge la Webuye magharibi Ben Muhuyi, katibu uh, wa chama cha kutetea maslahi ya walimu nchini KNUT tawi la Bungoma Mashariki, Robert Mandila anasema kumekuwa na ongezeko ya matapeli ambao wamekuwa wakiwalaghai hasa walimu wanaostaafu fedha kwa masingizio ya kuwasaidia. Mimi nitakuambia tu hili eyh I want to advise you. Tafuta pesa yako ya retirement pole pole. Kuna watu wamesha jua ya kwamba you have retired. So they will start calling you. Tunataka tukusaidie upate pesa yako haraka. That is the time we now be coming to bury you. You know you have saved all this money all these years. Mtu anakupombeleza, anakula pesa zako zote. And then you are left there like that. You will be a frustrated man, and then you will end up being depressed. Just take your time. Take your time. Look for this money. Tuko na afisa wako hapa. Wanajua. Human resource wako. Watajua vile utapata pesa zako. Afadhali pesa zako zichelewe lakini upate zote. Ama namna gani. a happy man that I've never... Chenye nimependa kuambia kila mmoja aliye hapa, kama wewe ni mfanyakazi tengeneza mambo yako. Siku moja utaenda nyumbani, siku moja utastaafu. Mimi nimebakisha miaka kumi, ni staafu 2035 mwezi wa pili tarehe 25, mimi nitakuwa niko nyumbani. So wapendwa ambao mko hapa, tengenezeni mambo yenu.